Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina langu, naitwa Anointed Steve na kuletea neno kutoka kitabu cha Joshua tatu na ni mstari wake wa tatu. Neno la Mungu linasema ya kwamba mtakapoona ya kwamba saduku la agano limeinuka na nyinyi mtainuka na kuanza kulifuata. Maneno haya na masikia ikinibariki moyoni mwangu, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu alipatia wana wa Israeli mawaidha, akawaambia safari ambapo iliyo mbele yenu kuna kitu muhimu kitakuwa kina, ki, kita kinakuwa ishara ya kumuongoza ili mwede mfike pale Mungu anataka. Neno la Mungu linasema ya kwamba ya kuamba wakaambiwa, ukiona makuhani wameinua saduku la agano mujue ni wakati wako wa kuinuka. Na mimi nakuja kutangaza ya kwamba na inua neno la Bwana, nikikutangazia kuanzia dakika hii, na wewe, Mungu anasema ya kwamba utaanza kuinuka. Neno la Mungu inasema ya kwamba wakati ne esaduku la Bwana lilipoinuka na likainuliwa na makuhani, wana Waisraeli wakainuka. Walikuwa wameketi chini mahali for long time, wakaanza kulifuata, wakaanza kusonga bele. Na mimi katika jina la Yesu Kristo, mimi nakutangazia kusonga bele katika jina la Yesu, wakati wa stagnation, wakati wa kukaa mahali pamoja umefika mwisho. natangaza, ni wakati saduku la Bwana limeinuka, na Yesu ndiye saduku letu haleluya, aliyetukomboa. Kwa hivyo siku ya leo saduku ni neno la Bwana, kuanzia siku ya leo Songa bele unaenda kusonga bele. Barikiwa sana, barikiwa sana.